Karibu kwa taarifa zetu mimi ni Mashirima Kapombe. Hisia zimetanda katika kijiji cha Kapsindet eneo la angata Barikoi Transmara West baada ya watu waliojihami kushambulia eneo hilo na kumuua mtu mmoja. Watu hao waliojihami walimpiga risasi mwanamume mmoja na kisha kutoroka na takriban mifugo wake 30. Hata hivyo, mifugo hao walirejeshwa kwa ushirikiano wa maafisa wa usalama. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuimarisha hali ya usalama katika eneo hilo ambalo kwa muda limeshuhudia mgogoro wa ardhi. Ninasema pole kwa famili na watu wa Ang'ata kwa ujumla. Ninasema asante kwa security vile walifuata ng'ombe mpaka wakarudisha ng'ombe thelathini, na bila kusahau ninaeleza askari ya Tanzania, Mungu awabariki. Kama sio nyinyi jeshi ya Tanzania kurudiza hizo ng'ombe zingeenda na ikaenda kabisa. Sasa mimi naeleza security ya Sonyanza, watoe waizi washika hawa, na mimi nafikiria hiyo amani itakuwa vizuri. Hiyo kisa tunalani tukiwa watumishi wa Mungu, hatutakubaliana na ile uizi wa kutumia nguvu, na serikali wanatazama saa saba ya, ya mchana watu wakitazama kila kitu, bunduki nalia hapo na ng'ombe zinapita hapo. Anafanya kazi gani polisi? Wanajaribu vizuri kupambana na walifu, lakini timu ya ngao ako na shida hizo. Ni maneno lazima serikali akiwa mwenyekiti ni President aingilie kati na afuatilie, na watu ya ngao, watu ya defense, watu ya polisi awe pamoja.